Asante. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Dr. uh, Saidi Kuganda, ni daktari ambaye nimekuja pamoja na taasisi ya uh, Tawheed Development Network tukiwa tuko sambamba kabisa kusaidia na kufacilitate um, afya bora kwa mahujaji kusimamia katika shughuli zao ili ibada yao iwe nyepesi. Na kwa hakika tumekuja na mahujaji uh, uh, mia ishirini uh, na wote uh, alhamdulillah wako kwenye afya njema na hatuna mpaka sasa, hatuna mgonjwa ambaye anaonekana hawezi kumudu uh, uh, ibada zake mwenyewe. Kwa hiyo alhamdulillah, lakini tunatarajia pia, tunahamasisha na tunazidi kuhamasisha kwamba wawe wa, wa, wa makini katika kuzitunza afya zao, wasikae sana juani, wasizurule sana um, madukani, cha msingi wawe wanapata ibada nzuri na wanaweza kukaa katika Uh, sehemu zenye kivuli wasikae kwenye jua kali, wasikae kwenye eh, shida, na pia watumie maji, wanywe maji uh, uh, ya, ya kutosha, lakini pia kama wanaweza wavae maski kupunguza upepo, kwa sababu upepo ule kija unakuwa mkali kidogo. Kwa hiyo wakivaa uh, uh, uh, maski kidogo inapunguza hata ule maambukizi ya magonjwa mengine ya kwa njia ya hewa, ambapo naona watu wengi washaanza sasa kukohoa, wanaanza kuwashwa na makoo. Eh, kwa hivyo ili kupunguza ile adha, wakiweza wanavaa maski, inawapunguzia eh, hiyo matatizo. Nashukuru.